Kiukweli, hii ndege imetuheshimisha sana na imechochea kuleta ukubwa wa klabu, kwa sababu wakati tumepaki, alafu tunashuka huku ikitusubiri. Kwanza jinsi pale tulivyotoka, wengi waliweza kutoka wachezaji, alafu mashabiki wakatoka, wale jamaa walikuwa wanaogopa, wanaona hili ni jeshi ama hiki ni kitu gani? Kwa hiyo ule wingi wetu uliwatia hofu na kufanya kwamba hii timu ni kubwa, lakini ndege kutusubiri kwa siku nne ilikuwa sio kitu kidogo na sio kitu cha kawaida. Mama, tunakushukuru sana sana sana sana sana kuliko maelezo yoyote. Umetuheshimisha, umetufurahisha, umetufanya hatukuwa wanyonge, umetupa ukubwa ambao hatuko nao. Hii ni kubwa sana sana sana. Kila mmoja alikuwa anaongea naye kwa wakati tofauti. Hiki kitu kimemfurahisha sana. Kwanza wamefanya safari yenyewe imekuwa nyepesi kwa sababu ile, kila mtu angeondoka na connection, tusingeondoka kwa wingi huu. Kila mtu labda angechukua flight yake ikawa ile una connect wingine, kwa sababu kutoka hapo pia kwenda Morocco ni mbali sana. Kwanza safari imekuwa fupi, lakini tumekwenda kwa wingi tukiwa pamoja, tukizungumza na kupanga mipango nyakati zote mbili, wakati tunaenda kupambana na wakati tunaenda kurudi baada ya mapambano, tukifikiria namna ambavyo tutapambana kwenye mchezo wetu wa pili. Lakini kutukusanya pamoja na kutupa wingi kule Moroko, tulikuwa tumeonekana kama tuko nyumbani. Wale jamaa walikuwa wanashangaa mbona wako wengi namna hivi, wakawa wanaambiana obvious kwamba wamekuja na ndege yetu, hawa watakuwa wamekuja na ndege yao. Lakini nyuma ulikuwa ni mkono wako mama. Mungu akubariki sana sana sana sana sana, na wema wako huu hautasahaulika mama mitano tena. Kwanza kikubwa tunaweza kumpongeza Mheshimiwa rais wetu Mama Samia suluhu Hassan kwa kutuwezesha timu yetu ya klabu ya Simba, mashabiki, tekniko pamoja na watu wote waliosafiri kuja kuisapoti Simba katika nchi ya Morocco. Kikubwa hii imetupa ime morali kubwa sisi kama mashabiki kwanza, imekuwa ikituondolea adha nyingi. Ni tofauti sana unaposafiri na ndege ya moja kwa moja kwenda mpaka eneo husika. Unapotoka Dar es Salaam kwenda Moroko ni takribani, unaweza ukatumia ndege tatu, lakini pia unapoingia nchi za watu kuna yale masuala mengi, mfano ya kugonga paspoti, visa na nini kwa hiyo hii imetupa imetupa urahisi na wepesi kidogo, kwamba kuona tumepata wepesi, tumefika Moroko kwa wakati, tumefika muda mzuri, lakini pia ndege yetu ikawa inatusubiri. Tulikuwa hatuna bugza yoyote, kwamba tunaweza tukaachwa au tukafanya nini. Kwa hiyo utofauti ni mkubwa sana unapokuwa na usafiri wako binafsi. Mimi nimesha safiri sana na ndege za mama kwanza timu za taifa, mara nyingi tunapoenda kuitoa sapoti, mama huwa anatoa ndege pia, inakuwa ni vile vile ile ile movement ndogo ndogo za kero. Mfano, unaenda airpoti hii kutoka airpoti nyingine, mara ndege imedelay mara imefanya nini. Lakini leo hii tuko na Air Tanzania tumeweza kufurahi, tumeenjoy ndege inafika kwa wakati, tunasubiriana watu wote kwa pamoja, tunagonga visa tunaenda kwenye mechi tumerudi na tumerudi vizuri. Kwa hiyo tunampongeza sana Mheshimiwa mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa hicho anachokifanya. Ametupa klabu yetu ya Simba thamani kubwa na ametuonyesha kwamba ni rais wa kitofauti sana, zinapotokea mechi kama hizi ana, anajitoa yeye kwa upande wake kwa kutoa usafiri ambao kwa nchi hizi za Kiarabu tunajua wanakuwa wana changamoto nyingi sana wanapokuja timu za kigeni, lakini mwisho wa siku ameweza kutupa ndege, tumefika vizuri kwa wakati, tumeenjoy na hatimaye tunarudi kwa wakati. Tunamwambia mama hatutomwangusha kwa ile analolifanya kwa sisi Watanzania ni jambo kubwa na zuri, hasa kwa sisi wana Simba, tuko fainali. Tumefurahi mama alichokifanya. Tunarudi nyumbani, tunaamini hatutomwangusha. Tunaenda kumalizia mechi yetu vizuri, ili tulitwae kombe, tuende pale Ikulu tukamshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa ichi alichokifanya mama.